Waliosema ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firaun, ndio hao hao waliosema tembea uone, kuishi kwingi kuwa na mengi, yaani ukichelewa kufa utakutana na mengi, chambilecho wa Swahili. Mtazamaji, tukiwa bado tungali katika zoezi la e, ofa hii ya tohara ambayo imedhaminiwa na taasisi ya Al-Hikma Foundation, huku watekelezaji wake wakuu wakiwa ni madaktari kutoka SMV tumekutana moja kati ya mambo ya ajabu sana, kama sio ya kushangaza. Huenda pia hata wewe mtazamaji, ambao unatufuatilia, likiwa ni tukio lako la kwanza kulisikia, ama ikakushangaza hata kama si mara ya mwanzo kusikia hadithi hiyo. Ni hadithi ambayo inamhusu mtoto Saad. Mtoto Saad ni miongoni mwa watoto ambao wamefika hapa katika kituo hiki cha afya cha kijiji kwa ajili ya kuja kufanyiwa suna, akiwa ameletwa na mama yake. Si kwamba hakuwahi kufanyiwa suna kabla, hapana. Saad, alifanyiwa suna miaka miwili iliyopita kule mkoani Dodoma, lakini mama yake amesema hapana, amemleta tena aje kufanywa suna kwa mara ya pili. Je, yeah. Kipi ambacho kimesababisha afanywe suna kwa mara ya pili? Alikosewa ama hajakosewa? Alifanyiwa katika mtindo gani? Ni jambo ambalo linashangaza sana, tukamsikilize mama Sad atuambie vile ambavyo alimuona mtoto wake na kulazimishwa kutumia ofa hii ya alhikma kwa madaktari wa SMV ili amrejee mtoto wake suna kwa mara ya pili Mi mwanangu mwaka juzi nilienda mkoani Dodoma, nikaenda kumfanyia suna. Baada ya kumfanyia suna, niliona kwamba alivyotailiwa legozi hawakulitoa wakaliningiza chini. Alikuja mtu pale nyumbani, mtu wa jadi, alionofanya nyumbani. Alikuja akamtoa legozi, akalishia chini, hakulitoa kabisa. Sasa mimi nikamuuliza, mbona mimi sijaikuona hizi habari nakuaje mbona hizo kawaida? Akanambia kwamba yani amemtwahili amemtoa gozi, alafu ile gozi ajali kata limeninginia chini hasa, akawa kama vile anazo mbili, ehe. <gulitura> kwa hiyo nikamuuliza mbona hii siji kuona inakuaje? Akanambia kwamba hii tatizo so, yani jinsi anavyo ya itaisha baada ya muda kwamba yani ni kitu ambacho ni ngozi ambayo itarudi ndani baada ya muda. Nikamwambia sawa, ila sasa ninavyoona mpaka sasa hivi na miaka miwili kasoro, tangu kafanyiwa halijai kwanza, kiligusa ni gumu na halijai kutoka na alitotoka. Kwa hiyo sasa kitu kile kinaniumiza roho na niuma, nikaa natamani nimrudishe mwanangu hospitali nimfanyie mara ya pili, kwa sababu ni kitu ambacho kwanza watu hawana niseme si kuona, inaonekana kama vile ni tatizo, mwanangu baadaye atakuja kuchekwa, atakuja kushindwa kuoa na nini, yani atakuja kuchekwa. Nikasema mimi kama mzazi atakuja kunilaumu mimi hapa mzazi. Niliposikia Sheikh Shika katangaza kwamba kuna jambo ile ambalo linafanywa bure

O, na, na, natoa wito kwa watu ambao wana matatizo kama hayo, ambao toa wamefanywa kama hivyo, yani mtu atakayefanyiwa sana fugozi alijatolewa aweze kurudi hospitali kwa sababu ni kitu ambacho kitatoka. Tangu nilivyojua kwamba tatizo alitoki nilikuwa kila siku inaniuma, natamani nimrudie, sasa nikaanza kujipanga kwa sababu pesa ninayopata yani hainikizi kwa sababu naishi peke yangu kwa hiyo yani kila ninachokipata hakikizi mahitaji. Lakini nilikuwa roho inaniuma sana, nilikuwa natamani siku moja nipate pesa na nilikuwa nishapanga kwamba ipo siku nitamrudisha hospitali kwa ajili ya kufanyiwa marekebisho. Mimi kiukweli ninawashukuru sana. Kwanza Mwenyezi Mungu awalipe kwa kila walichokifanya na azidishie. Na azidishie moyo wa kutoa pale walipoishia. Kwamba yaani ni jambo kubwa kwa sababu kitu kama hicho watu hapa, naona kuna wengine na miaka 12, 13 waje kufanyiwa. Sio kama mzazi alikuwa hataki, alikuwa kile kipato hana. Kwa hiyo kawagusa sehemu kubwa sana wa Tanzania, ni kitu ambacho wanakihitaji. Watu hatuna pesa. Yaani mtu anajikuta kwamba sio kama upati pesa lakini ile unaoipata inakukizi hela ya kula tu huwezi kufanya kitu kingine. Kwa hiyo wanavyokuwa wanatusaidia kama hivyo kwetu tunawashukuru sana. Mwenyezi Mungu awazidishie na ni watu ambao wameonyesha mfano mkubwa sana wa kuigwa. Allah awalipe kwa kweli, tunamwambia tu dua basi. Alkhabar huwa habari ndiyo hiyo. Lakini hayo ni maelezo yake Mama Sabi. Dr. Mwimbe anasemaje? Tukamsikilize hapa. Je, ni kweli alikosewa? Na hii tunasema ni tohara kwa mara ya pili amemfanyia. Athari yake ni ipi? Kama angeachwa hivi uh, kikweli ki ni jambo la, la kawaida ni, ni, mambo ambayo yapo katika, katika, katika jamii zetu, kwa sababu unajua jamii zetu zina mila na desturi tofauti uh, tamaduni tofauti. Kwa hiyo nakuta kuna baadhi ya maeneo uh, si tu kwa huyu Saadi, kwa maeneo mengine tofauti tofauti, yaani wanavyokuwa na, wanatahiri wanaweza wakatahiri kwa njia zao na wakawawekea vitu vyao ambavyo wa wao wanaamini kwenye tamaduni zao ndio vitu vizuri kwa hiyo ukienda kwa mfano katika jamii kama za Kimasai, uh, wao wanaweza wakatahiri, lakini wanawake kama vile wanamvua wanavua ile gozi la mbele alafu wanalininginiza kwa chini. Kwa hiyo na ukikata pale ni ugomvi, yani ni ugomvi kwao. Kwa hiyo kwa hata yeye huyu mtoto aliyefanyiwa ni kama hivyo, yani ili ilikuwa imetolewa gozi ya mbele alafu ika, ikaenda kufungwa chini ikae inaninginia anakuwa kwa hiyo, kwa hiyo, na unamwangalia unaona kama vile mtoto ambaye anakuwa na ana anaume mbili yani ziko mbili japokuwa moja inakuwa ni ngumu lakini nyingine imekuwa ni gozi ni, na ni lime, lime, limelegea. Kwa ni hali ambazo zipo katika, katika jamii zetu kutokana na tamaduni na mila tofauti tofauti tulizokuwa nazo, hali ambayo umeiona pengine kama mtoto angeachwa hivyo, hofu ya mama alikuwa pengine akikua mtoto wake anaweza asiweze kumhudumia pengine mke huko baadaye unaiona inaweza kaleta athari hiyo. Kama lingeliacho hapana, hakuna hakuna athari kivile, lakini unajua na yeye pia mama, kwa sababu nahisi uh, ni, ni, tamaduni nyingine. Yani mama mwenyewe na yeye sio kabila lile, ni kabila tofauti. Kwa hiyo akiona mtoto wake, mbona mwanangu yuko yuko tofauti na watoto wengine, kwa hiyo kai inamsumbua sana kichwa. Kwa hiyo kisaikolojia ilikuwa inamuumiza sana yule mama, na pengine pia ingekuja kumuumiza kisaikolojia yule mtoto baadaye alipokuwa mkubwa, uh, bila ku uh, kama kama maneno ya mama yangemwingia yule mtoto, kwao ni, ni issue tu za mazoea ya mazoea yake mama yakoje, na mazoea ya kule ambako alikupeleka kwenda kutahiriwa yakoje, kwa sababu anasema alikuwa amempeleka kwa, kwa babu yake, kwa sababu mtu ndio akafanya hiyo kazi. Kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni aina mbili u tuma, tamaduni tamaduni za huku na huku zimeshindwa kuingiliana kuweza kumfanya yule mtoto kwamba aweze kuendelea, lakini kwa kwa hali ya kawaida yule angeweza kuishi tu kwa amani, angeweza ku yani hata haina hai effect ya kusema kwamba labda mtoto hawezi kupata mtoto labda, uh, hawezi kuwa anaweza kumzalisha mwanamke na nini, hapana, hakuna hiyo effect, isipokuwa uh, pia angeweza kupata shida yeye mwana huyo mtoto uh, yani, anapokuwa mkubwa sasa ameoa labda kwa mfano alafu anakutana na, na mwanamke ambaye hajakutana na hizo tamaduni za hivyo pia angeweza kumshangaa. Hili zoezi ambalo tunalifanya linanikutanisha na vitu tofauti tofauti, pia na mimi linanipa linanipa changamoto, linanikuza kitaaluma, kwa sababu uh, kesi kama hizi ni nadra kukutana nazo, lakini unapokutana nao unajifunza hapo, namna gani naweza kumsaidia mtu uh, unamsaidia na yeye anatoka ameshukuru. Kwa hiyo inanipa uh, fikra kwamba zote hizi, hizi, hizi, hizi tunalofanya lina msaada mkubwa sana katika jamii. Yani, nilikuwa nikimwangalia mama Saad alivyokuwa akizungumza unamuhisi, una na muuma yani ndani ya nafsi yake ina muuma, na alikuwa anatafuta namna gani ya kuweza ku, kuja kupata huo msaada wa namna hii. Dkt. Mwimbe amemaliza kila kitu, natamani tamani niongeze kitu, lakini waswahili wanasema ukiona mvua imenyesha vya kutosha, ikamwagilia mazao vya kutosha, alafu baada ya mvua kukata unamwona mkulima anaenda na kidumu cha maji kumwagilia tena shambani mazao, tazama vizuri akili ya yake, sitaki watu watazame vizuri akili ya yangu. Maneno ya Dokta Mwimbe yanatosha. Nyuma ya kamera ni Omari Salum Nyanga. Kumbuka, bado tungali hapa katika kituo hiki cha afya cha kijiji. Ofa ya Alhikma kuwatahiri watoto wa kiume ikiwa inaendelea hapa. Baadaye tutakujuza idadi kamili ya watoto ambao wamefanyiwa suna katika kituo hiki siku ya leo ni wangapi, lakini kwa ujumla wake tangu pale tulipoanza. Endelea kutofuatilia Kishki TV. Mimi ni Mwana Mali Mashi. Kishki TV, nuru ya dini yako.